kwa kuwa na michezo mingi ya kasino mtandaoni. Kiukweli kwanza sikuamini kama kweli nimeshinda, nikaangalia kweli, nikakuta idi namba yangu imeshinda. Ushindi huu nimefurahi pamoja na ndugu zangu. Kama wajajiunga, wajiunge wacheze, kuna siku bahati yao watabahatika, watapata gari, ni kupitia PMBet.co.tz. Mshindaje, aisee, nimechelewa kweli, maana kulikuwa kuna foleni hatari. Naona vumilivu umekushinda mwana, upeke cha yako mwenyewe, Mama mwenye nyumba. Umeenda huko, umezunguka we, umezunguka we. Sasa hivi ndio unarudi hapa ndani. Na unajua kabisa kwamba ulitoka hapa ndani umeniacha mimi hapa. Kutwa nzima nimekaa hapa ndani mimi sijaingiza chochote. Ndo sasa hivi hapa nakula maandazi na chai. Wewe huna habari. Unafanya mambo yako tu huko nje. Hapana. Lakini mimi si nimekuwaga kwamba naenda kanaenda kusuka. Na nimeenda huko mimi nimekuta foleni. Uwezo ukafika saluni ukakuta foleni kubwa alafu eti ukapita kwa kusoke wewe. Kwa hiyo nimesubiri, nimesuka, nilivyomaliza nimetoka mbio mbio. Nimepita sokoni mpaka nakuja hapa. Lakini sio mbaya, sina kuandaa chakula kwenye gesi. Kwa hiyo unapikia tu wakaka, chakula chenye kitaji muda mwingi. Mm -hmm. Kwa hiyo wewe ulikuwa unajiangalia wewe kama wewe, yaani huna muda kumfikiria mtu mwingine si ndio? Na unajua kabisa kwamba umeniacha mimi hapa natakiwa nijiandae nile chakula niende kanisani, lakini wewe huna habari. Mhm. Na, mm? Na unajua kabisa kwamba mimi nikienda kanisani kule natumia nguvu nyingi. Natumia akili nyingi. Natakiwa niimbe nitoe sauti. Na unajua kabisa kwamba sindi, mimi natakiwa nile vizuri nishibe ili nifanye kazi ya Mungu vizuri. Wewe unajiangalia mwenyewe tu. Hayebu tazama, mimi wakunywa wa, wa, wa maandazi na chai. Kweli? Na sio kwamba hela sijakupa hela nimekupa. Ambao una uwezo ukaenda kununua chakula ukanileta mimi hapa nikala nikashiba, nikafanya kazi ya Mungu. Umekaa unajiangalia wewe tu. Sindi? Wewe ni upendo wa na namna gani? Yaani najaribu kukutafakari lakini sipati picha. Ndio watu wanatakiwa waishi hivi. Eh? Ndio tunatakiwa tuishi hivi kweli hapa ndani? Kwa hizi ndio tabia ambazo umefundishwa na wazazi wako kuja kumlea mwanamume kwa namna hii. Kweli? Na ninapo kuona sindi, yani wewe upo tayari kabisa kwamba mimi nife nje hapa ili tu nimeli mambo yako ya kuendee. Huo ni ubinafsi. Na hiyo sio majukumu yako kama mtoto wa kike hapa ndani. Samahani, baba yangu. Haitajirudia tena. Mimi ni mwenyewe nimejisikia vibaya sana kuona unakunywa chai na maandazi. Na ikitokea siku nyingine labda nimeenda kusuka, nikakuta foleni basi nitaachana na kusuka, nitarudi, nitakuandalia mazingira yako. Siku nyingine nikuta amna foleni, basi nitaendelea kusuka. Naomba nisamehe tu. Hmm. Kwa hiyo umeenda kusuka, si ndio? Aya, umesuka nini hapo? Hmm? Sindu, umesuka nini hapo? Angalia, umesuka umesuka mitindo mitindo ya ajabu ajabu. Umesuka si malasta si yani, kama utafikiri Bob Mare kweli, eh si ndio? kuna misuko ya kusuka kama mtoto wa kike ambaye unathamini una, una misingi ya dini. Kuna misuko mingi tumwa mitindo mingi, mingi ipo ambayo hii hata mtu akikuangalia na kuheshimu na anajua kabisa kwamba wewe unafuata misingi na sheria za dini hmm. Kuna msuko ambao mimi naujua unaitwa suka tunda kilioni, ni msuko mzuri tu ambao hauna shida yoyote wala tabu yoyote. Sasa umeenda kusuka misuko ya ajabu ajabu namna hii kweli, hata nikikuchua, nikupeleka kwa mchungaji, nikakuonyesha eti huyu ni mke wangu, ndio amesuka misuko ya ajabu ajabu hivi. Unaniibisha, bwana. Ino dunia bwana <coughs> Aya ha, samani haitajirudia tena. Ngoja basi nikupikia chakula, hapo haraka haraka uende kanisani. Sasa wewe unajipenda sana. Pika chakula chako ukimaliza, kula mwenyewe kuyaga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Eh, inanikunja inanipinda pinda dunia tofauti na mama nilionilea. Baby, bwana mimi ndo nataka uniimbie. Ah, asante, kuimbia vitu gani? Niimbie, niimbie hata kiindi. Eh, tena kiindi? Ah, mimi na kiindi wapi na wapi, ndo nakutia aibu saizi hii. Baba K hapo apo kuniimbisha imbisha mbele za watu mimi, wewe vipi? Kwani onage watu wanaimbiaga wake zao wakiwa na mimba wanawaimbia Kihindi? Sasa mimi na Kihindi, mtoto mwenye huyo Mswahili huyo, mimi nikae hapa nihangaike na kuimba Kihindi hata nisikie, alafu pia hapa barabarani, unajua mimi napendaka kuwa huru kujiachia kwenye mambo yangu, nianze kutoa masauti hapa tena, na watu wananiheshimu wanaponiona wanafikiri nitakuwa Utaki kuniimbia kwa sababu ya watu sasa, mimi nataka uniimbie, ndio maana kasirikia. uh, uh, mama. Sawa basi usikasirike, mimi nitaimba, lakini naimba kwa ajili ya huyo mtoto sasa. Umesema mesema anataka asikie kiindi, ila sasa usinicheke, sitaki ujinga tumsepiarak. Sasa unacheka nini bwana? Lasimbi tena sasa, mtafute mwindi akuimbie hizo nyimbo za Kihindi. Umeshazoea tu kazi zetu ndani pale, na kushika hapa, na kubonyeza kule, na kutekenya huku, na kukiss vizuri. Ndugu zako wanaondoka lini? Tupatie nafasi Unajua wale wataondoka lakini bado alafu mi siwezi kuwalazimisha, kwa hiyo subiri tu, kila kitu kitakuwa sawa. Alafu kingine, unajua bebi, muda ushaenda, alafu miva ishakuwa kubwa, inatakiwa yeah. yeah. tuende kliniki <tuhu> sasa tabidi kuanzia Jumatatu, sawa eh? Taandaa ratiba zangu vizuri asubuhi tuna, tuna fanya program. Vitu gani hasa wanatumia tumia? Eh, hey, mkoba, daftari, sijui, kanga, yani, vitu vingi vingi tu vya mama wamama wamama hadi madaftari. Eh, mwanangu. I will call you then. Naam. Baba Kiingereza umekijulia? Ye, wakati mimi nija kupeleka shule <laughs> mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza, ukiwa na ticha zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Babe, mimi acha tu niende. Unamwona yule atenda kukiwasha sasa hivi. Mimi ngoja tu niondoke. Hey, um, unaondoka unaenda wapi? Manyanya atenda kuambia dada zangu afa atakuwa mengine unamuogopa nini? Mama yako mzazi yule. Kuna kitu chochote ambacho anachangia kwenye maisha yako kiasi ambacho unaweza kukuathiri anakulisha. Sikiliza, sawa. Mimi sitaki wewe muoga. Kama anaamua kufanya lolote afanye tuone utaathirika vipi. Ameshashindwa mwanzo, usimuogope hata mwisho, mwache akasema sawa. Mimi sitaki umuogope mtu kwa sababu tu ya maswala ya kijinga kama hayo umenisikia? Tena njoo kae ya karibu yangu kabisa hapa. Ah, relax. Kama atatoka hapa ndo atoke, ujue kama mimi nampenda sana mati wangu na wala siogopi kuitangazia dunia kwamba nampenda. Mabusu mpaka barabarani. Mimi mimi, si mapendeza <laughs> Kwa kwaando hivyo shoga yangu, yani mpaka nimetetemeka, sijaamini huyu mtoto anachokifanya. Vipi? Mbona mnanaangalia kama mnanidai? Mati, anachosema Keti kina ukweli? Jibu. Kataa kama anasema uongo. Yaani kumbe sisi siku zote tunahangaika tunakuhangaikia, we unateseka, mara uzimie, mara ufanye nini, kwa sababu ya huyo Manyanya. Leo unarudiana naye, unatoka hapo unaenda kukaa vichochoroni, kweli? Inamaana sisi kumbe kila siku tunahangaika tunakuangaikia wewe hapa, Mati, kila siku tunakwambia achana na huyo mwanaume, leo umerudiana naye. Inamaana kumbe walichokiongea hapa kina shangazi, mama alichosema umepuuzia, si ndio? Na tulikwambia kabisa, Mati, uko tunakutenga ukirudiana na huyo mwanaume tunakutenga. Ongea Mati, umerudiana Manyanya? Ndiyo, ni kweli Mati, umerudiana na mwanaume, ana roho mbaya eh? Mwanaume amekuacha hapa siku ya uchumba wako wewe, amekutelekeza, amekuwaibisha kwenye kadamnasi ya watu eh? Mati umetaka kujiua wewe, tumekupeleka hospitali, umepona chupu chupu. Mati tuko hapa tunakuuguza wewe. Shangazi ameondoka hapa, ametia msisitizo. Mati tulikwambia tutakutenga eh? Basi sisi hatuna haja ya kubaki, tunafanya nini sasa? Hivi Mati, unadhani Manyanya yanakupenda wewe? Hakupendi wewe Mati, anapenda huyo mtoto, si wewe eh? Unashindwa kujiongeza hapo ni nini Mati? Aona tutukulia sisi ni mapunguani hmm? Tumekaa hapa kila siku tunakwambia, tunakuhusia, nyuma ya mgongo wetu sisi unaenda kukutana na Manyanya. mm -hmm. E Hem, kwanza naomba mnisikilize kwa makini. Uye Mayai ambaye mnamuongelea ni mwanaume wangu mimi, sijui mnanielewa. Nimemchagua mimi mwenyewe, awe amenikataa, awe ameniacha, awe sijui analombaya kiasi gani, ni wa kwangu. Alafu kuhusu ayo maswala yenu, sijui kunitenga, sijui familia imekaa, hiyo ni juu yenu nyie. Mkinitenga msinitenge, mimi naangalia furaha yangu M, nishakuwa mtu mzima, na kakiwa nikae sasa hivi nipange familia yangu. Asa, nikikaa nianze kuwaza, shangazi kanitenga, dada akanitenga, nitafeli kwa elimu, shule inayofunza mema na mabayawajuwaji ah. na wapumbavu ah. kwa unianguka Huyu amerogwa sio bure, sioni akili yake kabisa yeah. <laughs> <tipas> <tipas> Meshaanza kuitumia. Mm. Mm. Angalia namba yako sasa, so kila mtu namba tu namba hizo mm. Mbona tu mimi ndo nimevunja laini yangu? Bado unatumia laini ile ile, au wao? Watu wananitafuta tu mimi, kutafuta Mmm. <coughs> <coughs> Unajua hii yi issue jinsi ilivyo. Kiusalama zaidi. Sawa. Wewe kwako imekaa kihatari zaidi kuliko mimi. Kwa sababu mimi najua jinsi ya ku deal na hawa watu wenye tabia hizi za kuspy. Sawa eh? Wewe kwako ni ngumu, kwa, kwa sababu leo hii mtu anaweza akupigia simu kama anataka afanye biashara na wewe. Akaomba mkutane. Sawa. Wewe bila kujua ukaenda, unajua ni deal, kumbe watu wamekuja wanataka kukuteke, huko akakufiche. Sawa. Kwao riski yako ni kubwa. Lakini for me naelewa kila namba ninayoiona no najua jinsi ya kucheza nayo. Kila mpelelezi ambaye anakuja najua jinsi ya kudeal naye. Kwa nikaona kwa kunusurisha hayo yote yoye, Kapsa, ni bora sasa wewe nikutulize kabisa ili mimi mwenyewe nibaki kwenye hii mission nitajua jinsi ya kuhandle. Kwa, kwa, hmm. Kwa hiyo hii kwangu mimi ipo kwenye control nzuri zaidi kuliko kwako. Mm. Kwa hiyo pale kazini kwenu wote wameambiwa kizao wa Vujaraini. Yaani naongelea baba Kevi na wengine. Hey. Wewe, hii issue ni kubwa. Wewe. Yaani hii sio tu kwamba ni mimi hapa anakuzuia, hapana. Yaani hii issue imeathiri fremu nzima. Hakuna advocate ambaye yuko salama. Na wote familia zao wameshaziambia kuhusiana na hii issue na wameziweka under security. Hey, wewe unafanya masuala na masuala kama haya wewe. Wewe ni hatari. Mm. -hmm. <tuk> Babe, mm -hmm. Leo wakati notoka kazini, nimekutana na mmakevi. Hii ni habari njema kutoka Dar es Salaam, kilomita zaidi ya 1200 mpaka tunaigusa Kigoma, na kama unavyoona hapa ni mwisho wa leli yote, tumekuja kukabidhi gari aina ya, ya Nissan X-Trail kwa mshindi wetu wa fande Abdara, ulipigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi na hatimaye gari imefika hapa. Unajisikiaje kupokea gari hii aina ya, ya Nissan X-Trail kutoka Piembet? Leo naona kwamba kweli ndoto imetimia na, na nimeamini kwamba kweli PMBet ni kweli wako sahihi kabisa. Tovuti ni moja tu, pmbet.co.tz. Kupitia huko huenda na wewe tukafunga safari popote pale ulipo tukakukabidhi gari aina ya Nissan X-Trail ama Toyota Harrier ambazo zinapatikana kwenye promotion hii na ukawa mshindi wetu. Nikajaribu kumuuliza kwa sababu nimemwona na mtoto afua, kwa sokoni, ananua vitu like kama hamna kitu ambacho ki, ki, ki, kimetokea. Nikajaribu kumuuliza Yeah, akashangaa yani kama hajui kitu chochote isitoshe. Tena akampigia di mume kumpigia kumpiga mumeo naye ndo akashangaa zaidi, yaani kama mimi ndo nimeongea kitu kigeni au kitu kipya kwao. Sasa kidogo ilinishangaza hiyo. Wewe tena na mahabari? Imekuwaaje tena umeenda kuuliza watu wengine? wakati mi mke wangu nilikuambia kabisa hili jambo hutakiwi kumshirikisha mtu mwingine yoyote. Maswala kama haya ya kiusalama huwa si swala la kumwamini mtu mwingine, lazima libaki kuwa kama siri, na hii ni sheria hata kwenye kwenye ukienda kwenye masuala ya intelligence. Intelligence moja huwa hawezi kumwamini intelligence wa pili, hata kama unafanya kazi sehemu moja. Kwa nini umeenda kupeleka habari kwa watu wengine? lakini mimi sikuuliza kwa ni mbaya, yani ilikuwa pia ni kwa usalama wao. Nimeona kama amejisahau, yuko na mtoto tu anazunguka. Nimekusema wapi hapo? Unaulizaje mke wangu? By the way, mimi nimesema hivyo kwa sababu tu ya usalama, lakini sikutaki hata nikwambie wewe kuhusiana kinachoendelea. Nilikwambia nilikushirikisha kwa sababu mke wangu nakuamini kwa sababu najua akili yako iko smart, kuna namna unaweza kuyaficha haya mambo yasitoke nje. Kitendo cha wewe kumuuliza tu mtu mwingine, maana yake ni kumfikishia habari, na yeye akimuuliza mwenzake, na yeye akimuuliza mwenzake, ikimfikia spy ambaye tunamkimbia, maana yake nini sasa? tumeingia kwenye hatari mke wangu, ustoi mambo ya ndani ya siri, huu ni wigo wa kifamilia. Ah, ah, kwa hiyo mimi naweza nikakwambia vitu vingine vya ndani, usiseme nje, unaenda kupeleka, hata kama unamwamini mtu simwambie mtu. Makevi anahusika vipi hapa sasa? Aya, ah, naye kampigia bakia huko, kamwambia eh, what the hell, na nimekwambia usiende huko kwa watu, usizurure, usipeleke peleke hizi habari mke wangu, una matatizo gani mama? Kwa hivyo unakuwa unakosea wakati mwingine. Hivi vitu ni vya hatari, nakwambia hatari, hatari, naomba elewa, ni hatari. Sio mpaka kitokea ndo uone ni hatari. Maana uniamini ninachokisema, mtatafuta ushahidi Mi napokwambia kitu na maana yangu, kwo eshimu kile nnachokwambia, hata kama ukielewi, sometimes you have to respect, utaelewa namba yake. Ekua, achana na watu, siwasiliana nao wa, fanya kama nlivyokuelekeza We'll call you then. Naam baba. Kiingereza umekijulia wapi wewe, wakati mimi nija kupeleka shule <laughs> mama bwana sasa, nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na ticha zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap champ. taga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja e, inanipindapinda, dunia tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea e, nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia wajuaji na wapumbavu wa moo